Like, yeah. <laughs> <One, two. laughs> Well, mambo yameshaiva, familia ishafika tayari London na washafika ukumbini, wameenda kufanya sound check familia yote dayemwapla, Mama Dangote, Esma Platnumz na watoto wao wameenda kufanya sound check. Mama huyu lazima akatie baraka zake sehemu ya mwanao. Jamani, wamama wetu ni wa muhimu sana kwenye maisha yetu, kwa hiyo lazima mama yake aende akatie baraka, angalie vitu vinaenda sawa, ili mtoto wake mambo yake yamnyoke hivi. Yaani show ikianza, watu wa mimi nike. Well, mimi nisiongee sana, nimewasogezeni hapa. Ay, kina Esma Platnumz wakati wako njiani, wakielekea huko ukumbini, mpaka wamefika, mpaka wakakutana na Diamond. Yani mambo ni mengi tu, yani raha tu, ila mpaka dakika hii Bibi e Zuhura mke wa Nasibu Abdul, Zuchu sijamuona bado. Sasa sijajua kama yeye kapumzika nyumbani ama vipi. Well guys, let's watch this video kwanza, hapa tuangalie hawa e familia ya Diamond Platnumz ikitoka za huko mpaka imefika kwa Diamond, imesalimiana naye, Diamond anaongea na mama yake hivo. Sasa mimi naenda zangu sound check, kama mnavyoniona nishakuwa mwanamziki, nishachoka e. Kiwanja chetu ndo hicho hichi. Barabara pia wamefunga pale tungeingia yeah, pale sasa, inabidi tugeuze. Jamani, niko na msanii wangu kibonge. Mimi nitakuwa naimba, alafu yeye atakuwa anacheza, yaani yeye ni nimemwajiri kati si katika mimi, msanii we, dancer dancer, wewe si enjo dancer. nyingu sehemu yetu ndio hapo hapo bango, bango. Hey, hey. bango. ile hapo kama mmeliona hmm. nikiwa na msanii wangu mwingine yo, tuite jina gani? msanii wangu aya, msanii wangu mwingine huyo hapo. Msanii wangu mwingine huyo hapo anakuja. Ehe, napiga tikitaka, madem wananitaka. Aya, nikiwa na wasanii wangu. Aya, wasanii wananisindikiza msanii wao, mimi hapa

Ya ona mambo yalivyokuwa bulbule, watu wanafanya mambo ya sound check yani hey, tusubirie tu tukio litokee okay. Yani he hatari, tuwasikilize kwanza hapa Diamond na timu yake hapa kina baba live, kina e, tukaja kupiga duo. Naona unanapo kaja na kanzu yake. Hebu asikilize hapa kidogo. Eh, tuko hapa London na She Omari. Tuko hapa na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kupiga dua. Niko <laughs> <kasima dua>, <laughs> na na vijana ya ya misalaba, ya mimi na kamera. Leo. Leo. Jioni. Eh bane, we are good. London, London mwanzo mwisho mpela mpela kila kitu kiko sawa sawa. We are so happy. Tuko good. <laughs> Haya, eti ndio mtoto mtoto wa wa Diamond. Diamond? <laughs>

ya sound check hayo mmeona, na wale warembo hayo wa wazuri na Esma Platnumz akiwa namtania baba levo. Well, guys, hebu drop your comments kuhusiana na na hii video na pia kama ulikuwa hujasubscribe